Amjambo wanafunzi, marahaba. <coughs> Nawakaribisha kwa somo la Kiswahili la siku ya leo. Leo tunaenda kuangalia saru, sarufi na upande wa sarufi, tunaenda kurejelea vihusi, vihusishi. Semeni vihusishi. Naam, vihusishi ni baadhi ya aina za nomi aina za, nome, za mane maneno. Vihusishi ni baadhi ya aina za maneno, kuna aina mbalimbali mbali za mane, za maneno. Kuna zile ambazo mlisoma mkiwa gredi ya saba, kwa mfano mlisoma nomi, nomino, pia mkasoma vite, vitenzi. Mkiwa gredi ya nane, mlisoma vivumishi na viwakili viwakilishi. Hapa mtasoma nini? Vihusi, vihusishi kwenye gredi ya tisa. Sasa, vihusishi ni yale maneno ambayo huonyesha uhusia, uhusiano uliopo baina ya kitu na kingine, baina ya mtu na mwingine, baina ya tukio na jingine, baina ya hali na nyingine, baina ya dhana na nyingi nyingine, pia baina ya mahali na pengi pengine, au mahali na maha mahali kwenye lugha ya kimo mnasema prepos prepositions prepositions, ndivyo vihusishi kwa lugha ya Kiswahili. Sasa kwenye gredi ya tisa tulikuwa tumetazama vihusishi vya mahali. Tulisema vihusishi vya mahali vinarejelea mahali ambako tukio lilitokea au mahali ambapo tukio lilitokea, au mahali ambamo tukio lilitokea. Ukisema kwamba uh, punda alionekana kando ya barabara, punda alionekana kando ya barabara. Kando ya barabara linarejelea punda na barabara, kando linarejelea punda na barabara Ukisema mwalimu amesimama mbele ya darasa, sasa neno ambalo linaonyesha uhusiano ni mbele ya ama, ama fungu la maneno ni mbele ya. Tuna wa, uh, wanafunzi na mwali mwalimu, huo uhusiano unaonyeshwa na mbele ya. Wazazi wamekaa chini ya mti. Ukisema chini ya mti, kuna mti na waza wazazi. Sasa maneno ya uhusiano ni chini ya. Vilevile tuna nini, tuna vihusishi vya waka, wakati ambavyo hurejelea wakati ambako tukio lilifanyika. Kwa mfano, wamekuwa wakisoma tangu asubu, asubuhi. Ukisema tangu asubuhi, inamaanisha kwamba ni kihusi kihusishi, tangu ni kihusishi, ama useme kwa mfano hajaonekana shule mpaka le mpaka leo, mpaka leo, narejelea nini? Narejelea kihusishi cha waka wakati. Kwa leo tunaenda kuangalia vihusishi vya a ungani, a unganifu. Hivi huundwa vihusishi vya a unganifu, nasema kwamba huundwa kwa, amba, huundwa, huundwa, huundwa, kwa hu, hu, sisha kuhusisha a. kuhusisha a. huunda a. huundwa kwa kuhusisha a. Mwisho, kwamba unaviunda kutokana na nini? Na muzizi a. muzizi a. Sasa unapo kwa mfano sema hivi kwamba mifano mifano, mifano. Seme kwamba kalamu kalamu ya yeah, mwalimu mwalimu, imeisha wino. Kalamu ya mwalimu imeisha wino. Ukiangalia hapa tuna, tuna hii a ambao inahusisha ya pamoja, na hivyo basi kuwa kama, neni, kama nini kama kivumisha kivumisha kihusisha ungani, ungani, unganifu. Alafu kiangalia hapa tuna watoto, watoto wa mwalimu wa mwalimu wameenda wameenda shuleni shuleni. Kiangalia hapa tuna nini, tuna hiyo ambayo wameunganisha na w wa, ili kuunda kihusishi cha a unganifu tuna mifano mingi ambayo tunaweza peana nani ambaye anaweza tunga sentensi ambayo inatumia maneno ya aina hii sande nani ambaye anaweza nipa amba ana sentensi ambayo inatumia a kihusishi cha a unganifu Haya, ah, kabla sija niseme kwamba kwa kihusishi, kihusishi cha a unganifu, unganifu kuleta dhana zifuatazo fuatazo. Dhana ya kwanza ni ile ya umilikaji umilikaji umilikaji. Dhana ya kwanza ni ile ya umilika umilikaji. Ukisema kwa mfano umilikaji nmsh kwamba ni mali ya nani? Una, unarejelea mmiliki wa kitu. Sasa ukisema kwamba, kwa mfano, kwa mfano ukisema kalamu ya mwalimu, ukisema kalamu ya mwalimu ama useme kitabu, kwa mfano cha mwanafunzi mwanafunzi kime kime sahihishwa kitabu cha mwanafunzi kimesahihishwa. Ukirejelea cha ni kihusishi cha a unganifu, kinacho rejelea umilikaji. Ni kitabu cha mwanafunzi, ni kitabu cha mwanafunzi, cha mwanafunzi kitabu cha mwanafunzi . Ukiangalia mfano mwingine, nasema kwamba dawati, dawati, dawati la la Ayub eh, ni chafu. Dawati la Ayub ni chafu, dawati la Ayub ni chafu. Hiyo la narejelea nini? uh, umilika, umilikaji. Pia pia huonyesha huonyesha huonyesha aina au sambuli, huonyesha aina au sambu sambuli, huonyesha aina au sambuli, kusema kwamba kikombe cha sandarusi. Kikombe mfano kikombe cha sandarusi, sandarusi sandarusi, eh? Eh. kime kimechafuliwa kimechafuliwa na mtoto, kimechafuliwa na mtoto. Naona hiyo sentensi, najaribu kurejelea nini? Aina, kikombe ni cha sandarusi, eh, plastiki. Unasema plastiki, hiyo sandarusi, eh, ama kikombe cha mabati, hey. Sasa kama ni nyumba, nyumba ya udongo, nyumba ya udongo, ksema nyumba, nyumba ya udongo udongo kisema ya udongo imebomoka imebomoka, e. Ama useme nyumba ya saruji, saruji, ile ambayo ilitengenezwa kwa kutumia wewe, kutumia mchanganyiko wa simiti mchanga na nini, unatumia pia maji, si ndio? Sasa huo mchanganyiko wote, unasema nyumba ya saru, saruji imejengwa sasa. Hiyo ya inarejelea nini? Ai, aina au sambu sambuli. Pia pia tunaweza kutumia kihusishi cha a unganifu kwa kurejelea nini ama kuonyesha, a, kuonyesha nambari kuonyesha kuonyesha nambari kuonyesha, kuonyesha nambari nambari uh, kwenye orodha kwenye orodha kwenye orodha kwenye orodha kuonyesha nambari kwenye orodha. Ukisema hivi kwamba mwanafunzi mwanafunzi wa tatu mwanafunzi wa tatu, wewe sikiliza, wewe mwanafunzi wa tatu, kaa vizuri. Mwanafunzi wa ta wa tatu tatu tatu amefanyaje ametuzwa na mwalimu. Mwanafunzi wa tatu ametuzwa na mwalimu. Naona hiyo inawarejelea nini? Inarejelea nambari kwenye oro orodha, kumaanisha kwamba tuna orodha kuanzia nambari ya kwanza, nambari ya pili, nambari ya tatu, nambari ya nne, nambari ya tano, nambari ya sita, nambari ya saba kuendelea. Sasa mwanafunzi wa tatu ametuzwa na mwalimu hapo, unarejelea nini? Nambari kwenye oro orodha. Sasa unasema hivi kwamba uh, mfano mzuri ni sema kwamba uh, mtoto ama mwanafunzi, nitumie mwanafunzi. Mwanafunzi mwanafunzi mwanafunzi watatu wa pili hivyo, mwanafunzi wa tatu ametuzwa ametuzwa kwa kufanya useme uh, kwamba kuimarika kwa kuimarisha kuimarisha alama alama zake. Huyu hmm. alikuwa labda haku amefanya vizuri kwenye mtihani wa kwanza ama mujarabu wa kwanza, alafu ule uliofuata akafanya vizuri za zaidi, na hiyo basi akachaguliwa. Huenda wakati mwingine atakuwa nambari ya kwanza sasa anatia bidii hiyo ndio sababu sasa unasema mwanafunzi wa hmm. Sasa tukiangalia mifano ambayo mwalimu amepeana, mtaona kwamba kuna huu mfano. Tunarejelea kalamu. Kalamu ni ngeli gani? ngeli ya i zi, si ndio? Hapa watoto ni ngeli ya a wa. Tukija hapa, kitabu ni ngeli ya ki vi. Tukija hapa, dawati ni ngeli ya li ya. Tukija hapa, kikombe vikombe, ki -vi. Si ndio? nyumba nyumba ngeli ya i i. si ndio? alafu tukirejelea mwanafunzi man, man, pia n ngeli ya awa. Ina maana nini? kwamba vihusishi vi vya a unganifu hubadilika hubadilikabadilika kulingana na nini? kulingana na ngeli iliyotumi kulingana na nomino ya ngeli iliyotumi? Tumika kama umetumia ngeli, kwa mfano nomino ya, ya, ya awa, basi kivumishi kitakuwa Eh, kama ni ngeli ya awa nomino inatoka hapa kwenye ngeli ya awa, basi kivumishi kitakuwa kifu, si kivumishi kihusishi kitakuwa nini? Kitakuwa wa, si ndio? mtoto hmm, wa wa, watoto wa. Kama ni ngeli ya kivi, nomino inapatikana kwenye ngeli ya kivi, basi kikombe cha nakuwa hali ya umoja, si ndio? wingi utakuwa vikombe vya hali ya wingi, naona. Kama ni ngeli ya izi eh, kalamu ili e, kalamu ya kalamu ya ya, kalamu za kalamu ya mwanafunzi kalamu za wanafunzi. Ukija hapa liya ngeli ya liya li, tukirejelea sasa ngeli ya tunasema nini? Tutasema dawati la alafu madawati ya. Sasa hiyo uh, sehemu unapoirejelea inamaanisha kwamba nomino uh, zinabadilika uh, vihusishi vinabadilika kulingana na nini? Kulingana na nomino ulio teua kutoka kwenye nini, kwenye ngeli kwenye ngeli mbalimbali kwenye ngeli mbalimbali kwenye mbali mbali. Vitabu vyetu tutafungua ukurasa fungua wa, wa ukurasa, ukurasa wa 27 tuna mifano zaidi ambayo mnaweza soma, alafu tuna zoezi ambalo mmepewa. Wanataka mfanyeje? Mtaje vihusishi vya a unganifu vya ngeli zifuatazo. Kuna ngeli ya awa, mwalimu amewafanyia. Ngeli ya lia, mwalimu amewafanyia. Ngeli ya izi, nimewafanyia. Ngeli ya kivi, nimewafanyia. Kuna ngeli ya uya, ngeli ya uya hmm? yeah? Pia imetumika ngeli ya kuku imetumika, alafu ngeli ya uzi na ngeli ya pakumu. Wanataka mtaje nini? Mtaje uh, vihusishi vya a uh, unganifu kwenye hizo ngelizo zote. Kisha maliza, kuna kazi nyingine ambayo mtanakili kwenye daftari, alafu mpigie nini, pigie uh, mstari vihusishi vya a uh, unganifu